Giza. Giza. Ni kuna magiza mengi nini? Kuna giza la ujinga. Giza la nini? Jinga. Uondoe giza la ujinga akilini mwetu. Saa jamani. Uondoe giza pia la imani. Giza la nani? Nani? La imani. Giza la imani liweze kuondoka katika maisha yetu. Pia mwanga wa Kristo uondoe giza la kutokuwajibika. Giza la kutoku kutokuwajibika. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo jana kama Yesu Kristo mwana wa Mungu mwana wa mfalme alikubali kufa msalabani, aliwajibika kutokomboa sisi salamani kumbe na sisi pia tuna wajibu na sisi pia tuna wajibu wetu tuna wajibu wetu na sisi pia sasa jamani tuna wajibu wa kumwamini yesu kristu kumwamini kristo mfufuka kujiepusha na tabia ya kwenda kukanyaga kanyaga mafuta ya upako jiepusheni mnazidi kujichafua mwanga wa kristo utuondoe na giza la mafuta ya upako sawa basi Mwanga utuokoe na giza la kwenda kwenda kwa waganga wa kienyeji. Unajua siku hizi waganga wa kienyeji wamefungua makanisa sana. Siku hizi waganga wa kienyeji wamefungua nini? makanisa. Eh, mimi siongee, mimi nataka kimya. Sitaki kusema, sitaki kusema. Mnafanya mambo yatokeayo. Si hivi jamani? Eh, sitaki kuongea juu ya hayo. Eh, wewe bado hujakuwa, ukikuwa tofauti. Mnasikia mwanangu? Unajua, siku hizi mwanga wa Kristo utuepushe sisi na kutangatanga kwenye vijikanisa vya familia, kwenye vijikanisa vya biashara. Uepushe kutangatanga, kutangatanga kumbwelambwela, yaani wakati wengi mnakuwa mnatangatanga. Leo hii umehamia kanisa la New Woga Church of Mwanjelwa, kati mtu unahamia new new new, new West. Church of Tanzania. Kama unaamia nio mtu church maunaama. Tumsifu Yesu Kristo. Mwanga wa Kristo uondoe giza la kuhamahama makanisa. Kuhamahama nini? Makanisa. Makanisa mengine nayoingia ameenda kujichafua Lee. Makanisa mengine ni ya Kifrimasoni, mengine ni ya kishirikina, mengine ni ya nguvu za giza. Tulia, tulia katika kanisa lako moja takatifu katoliki la mitume kabisa. Lakini nini